sasa tunapoanza safari yetu ya hekima leo bwana yesu anajiandaa kwa chakula cha mwisho pamoja na wanafunzi wake katika injili ya luka sura ya 22 tunapewa maelezo ya kile kinachotokea wakati wanafunzi wanakusanyika katika chumba cha juu kama unaweza kuamini kitakachofuata mstari wa 24 pia kukatokea mabishano kati yao kuhusu nani kati yao angetambulika kuwa mkubwa zaidi Naye akawaambia, wafalme wa mataifa huwatawala watu wao, na wale walio na mamlaka juu yao huitwa wafadhili. Lakini kwenu si hivyo. Badala yake, mkubwa zaidi kati yenu na awe kama mdogo, au wa mwisho, na kiongozi awe kama yule anayehudumu. Unaweza kufikiria kwa muda jinsi Yesu anavyojisikia hapa akiwa na masaa machache tu kabla ya kukamatwa na kuteswa, Yesu amejitoa kabisa kwa watu hawa. Amewaonyesha unyenyekevu kwa mfano, na tazama, wao bado wamejikita kwenye nani atakayekuwa mkubwa zaidi, nani atakayepata umaarufu katika ufalme ujao. Kweli Yesu, kwa kushangaza na kwa uvumilivu, anaendelea kuwafundisha hapa. Hivi ndivyo anavyosema katika mstari wa 27: kwa viwango vya dunia nani aliye mkubwa, yule anayeketi mezani au yule anayehudumu? Si ni yule anayeketi mezani? Lakini mimi niko kati yenu kama yule anayehudumu. Sasa kwa hilo, Bwana anawakumbusha kwamba siku moja wataketi kwenye viti vya enzi, viti kumi na mbili, wakizihukumu kabila kumi na mbili za Israeli katika ufalme ujao. Hakuna sababu ya kutoamini hilo kihalisia. Itatokea kihalisia siku moja. Sasa katika hatua hii hata hivyo, kama ningekuwa Yesu, ningekuwa natafuta wanafunzi wapya kumi na mbili. Hawa jamaa hawastahili kabisa kuketi kwenye viti vyovyote vya enzi. Sasa Yohana sura ya kumi na tatu inaendelea na tukio hili na inatuandikia kile kinachotokea baadaye. Hapa kwenye mstari wa tatu, Yesu akijua ya kuwa Baba amempa vyote mikononi mwake na ya kuwa alitoka kwa Mungu na anarudi kwa Mungu, aliondoka chakulani akaweka kando mavazi yake ya nje akachukua taulo akajifunga kiunoni. Sasa katika siku hizo barabara zilikuwa na vumbi, sandali zilikuwa za kawaida. Kwa kawaida kulikuwa na chungu kubwa la maji ambalo mara nyingi liliwekwa mlangoni mwa nyumba, na mtumishi wa nyumbani angekuja na kijiko na taulo ili kuosha miguu michafu ya wageni walipoingia. Unaona, watu walipokula walikuwa wamelala upande mmoja juu ya mkeka rahisi sakafuni. Walikuwa wakijegemeza kwa kiwiko kimoja wakielekea kwenye meza ya mbao ya mstatili ambayo ilikuwa chini kidogo. Sasa kama miguu yao ilikuwa michafu, kila mtu angejua lakini hapa hakuna mtumishi wa nyumbani popote, na inaonekana hakuna hata mmoja wa wanafunzi aliyejitolea. Kwa hiyo tunaambiwa hapa kwenye mstari wa tano, kwa mshangao wa hawa wanafunzi, kwamba Yesu alimimina maji kwenye bakuli na akaanza kuosha miguu ya wanafunzi na kuifuta kwa taulo iliyokuwa imefungwa kiunoni mwake. Nina uhakika ungeweza kusikia hata sindano ikianguka. Sasa, iwapo wanafunzi walikuwa wanashangaa Yesu anafanya nini, Yesu anawaambia wazi kabisa hapa kwenye mstari wa kumi na tatu: Mnaniita mwalimu na Bwana, na mnasema kweli, maana ndivyo nilivyo. Basi ikiwa mimi, bwana wenu na mwalimu, nimeosha miguu yenu, ninyi pia mnapaswa kuoshana miguu. Basi hebu niseme kwanza kabisa, msielewe vibaya hapa. Baadhi ya wakristo wazuri wangesema hapa kwamba Yesu anaweka agizo lingine kwa kanisa, kwamba tunapaswa kuoshana miguu. Bwana hawapi hapa agizo la lazima, anawapa mfano. Hii siyo agizo rasmi, hii ni somo la mfano kuhusu unyenyekevu sisi hatuvai viatu vya wazi mara nyingi na barabara zetu zimepigwa lami, na tunapaswa kuosha miguu yetu bila shaka, lakini tunafanya hivyo sisi wenyewe. Anawaambia waziwazi hapa. Angalia mstari wa kumi na tano, nimewapa mfano. Kwa maneno mengine, kuna njia elfu unaweza kuwa kiongozi mtumishi, kuna njia elfu unaweza kuwahudumia wengine kwa unyenyekevu leo. Sasa sina shaka kwamba macho yote yalikuwa yameinama kwa aibu walipomwona Bwana mwalimu wao akichukua nafasi ya mtumishi wa nyumbani, akiwasafisha miguu yao michafu. Kwa njia hii ilijumuisha miguu ya Yuda Iskariote. Mimi ningemkaba vidole vya miguu yake, singeosha miguu yake, lakini Bwana alifanya hivyo. Sasa Bwana alipofika kwenye miguu ya Petro, Petro, unajua, alimvuta na kusema, hapa kwenye mstari wa nane, kamwe hutaniosha miguu yangu. Katika lugha ya asili Petro alitumia kukanusha mara mbili, ume, ambayo ni njia ya kusisitiza. Anasema, Bwana, hakuna uwezekano kabisa duniani kwamba utaosha miguu yangu. Na Yesu anamwambia hapa, kama nisipokuosha, huna sehemu nami. Neno sehemu hapa linamaanisha ushirika. Bwana anamwambia kama sikukuosha huwezi kuwa na ushirika nami. Sasa katika mstari wa tisa, Petro anasema basi kama ni hivyo nipe bafu kamili. Unajua osha miguu yangu na mikono yangu na kichwa changu pia. Yesu anasema katika mstari wa kumi, aliyeoga hana haja ya kuosha isipokuwa miguu yake tu bali amekuwa msafi kabisa nani ni safi lakini si nyote. Sasa Bwana hapa anazungumzia aina mbili za kuoga. Moja ni bafu la kuzaliwa upya, hilo ndilo la wakovu. Hapo ndipo unasafishwa kabisa mara moja tu na milele kutokana na adhabu ya dhambi, na unahitaji bafu hilo mara moja tu. Paulo aliandika katika Tito sura ya tatu, mstari wa tano, alituokoa kwa kuosha bafu la kuzaliwa upya basi kuna bafu lingine tena, tutaliita hili bafu la kurejesha. Hili ni bafu linalorejesha ushirika. Hili linatokea pale muumini anapokiri dhambi zake za kila siku. Daudi aliomba hivyo katika Zaburi hamsini na moja mstari wa saba, nioshe nami nitakuwa mweupe kuliko theluji. Bafu la kuzaliwa upya linakuingiza katika familia ya Mungu. Bafu la kurejesha linakuweka katika ushirika na Mungu. Kwa sababu ukweli ni kwamba miguu yetu inachafuka kila siku na tunahitaji ushirika wetu urejeshwe kupitia kukiri dhambi kila siku. Sasa unaweza kuwa umeona kwamba Yesu anasema hapa si kila mmoja wao amesafishwa au kukombolewa. Na wazi kabisa hii inamhusu Yuda. Yeye hajawahi kuokolewa. Nikuambie, kuna watu wengi ambao ungefikiri ni sehemu ya familia ya Mungu, lakini ndani yao kwa siri hawana hata chembe ya nia ya kumfuata Yesu. Hawajawahi kupata bafu la kuzaliwa upya ambalo linapatikana kwa imani katika Yesu Kristo. Hivyo tukio hili linatoa ujumbe kwamba kuwa tu na uelewa au ukaribu na Yesu haimaanishi kwamba wewe ni sehemu ya familia yake. Kwa hiyo kama wewe si muumini leo, huu ndio ujumbe. Sasa hivi mpe Kristo moyo wako na maisha yako. Sasa kuna ujumbe mbili hapa kwa waumini. Kwanza, huwezi kuwa na ushirika na Kristo kama miguu yako ni michafu. Miguu michafu hapa inawakilisha ukosefu wa ushirika kwa sababu ya dhambi ambayo imevunja ule ukaribu na uhusiano wa ndani na Bwana. Unahitaji kukiri hiyo dhambi na kwa kweli, kama miguu yako inachafuka kila siku, unapaswa kuwa mwepesi kukiri dhambi zako kila siku. Hakikisha ule ushirika wako na Bwana wako unabaki mpya na safi. Huu hapa ni ujumbe wa pili. Tumikia watu wengine kama Yesu alivyofanya na utaonja furaha ya kipekee ndani ya Kristo yesu anasema hapa kwenye mstari wa kumi na saba kama mnayajua haya mmebarikiwa mna furaha ikiwa mtafanya hayo nikuambie furaha ya kiroho haitokani na kupata taarifa tu bali ni kwa kutenda hivyo kaza mikono yako jifunge taulo kiunoni kwa mfano na osha miguu ya watu wachache tafuta mtu ambaye unaweza kumtumikia na utaonja kuridhika na furaha ndani ya bwana sasa hapa kwenye mstari wa kumi na nane, Yesu anamtaja Yuda moja kwa moja, akisema yule aliyekula mkate wangu ameninyoshea kisigino chake. Lakini fikiria, Yesu aliosha miguu yake michafu pia. Hii ni mfano unaogusa moyo kweli kweli. Unajua, mimi huwa napenda kuosha miguu ya mtu ambaye naye atanioshea miguu yangu. Ukweli ni kwamba kama tutaosha miguu ya wale tu ambao watarudisha wema wetu kwa shukrani, basi huenda tusimtumikie mtu yeyote kabisa. Wakristo wengi leo hawataki kuosha miguu ya mtu yeyote kwa sababu hawapati faida yoyote kwao wenyewe. Fikiria kuhusu tukio hili la chumba cha juu. Hapa Yesu aliosha jozi zote kumi na mbili za miguu michafu, na walijibu vipi? Wao walikuwa na hamu ya kukaa kwenye viti vyao vya enzi katika ufalme. Na Tomaso bado atamtilia shaka, Yuda bado atamsaliti, Petro bado atamkana. Kwa kweli, wote watamkimbia ndani ya masaa machache, na anajua hilo, lakini bado aliosha miguu yao. Angalia, hatujaambiwa hapa kama Yesu alioshwa miguu yake usiku huo. Je, kuna mtu alijitolea baada ya Bwana kumaliza? Kweli, kwa kusema ukweli, ningedhani kwamba baada ya somo hili kumalizika, wanafunzi wote walimzunguka mwalimu wao mpendwa na wote walitaka kushiriki kuonyesha huduma hii ya unyenyekevu kwa kuosha miguu ya Bwana wao. Hatujui, lakini tunajua hili.